Hmm? Unahitaji kuwa na vitu vitatu ili uweze kufanikiwa. Kitu cha kwanza ili uweze kufanikiwa unahitaji kuwa na neema ya Mwenyezi Mungu. God's providence. God's providence. Neema ya Mwenyezi Mungu, baraka ya Mwenyezi Mungu. Sawa jamani? Ni bahati tu, ni bahati ya Mwenyezi Mungu. Sawa jamani? Ni bahati ya Mwenyezi Mungu. Mfano, eh, unafanya kazi mmoja umaliza kazi yako ya walimu umeenda kupangiwa wapi huko, umeenda kupangiwa huko kijijini huko, hambi katoto kwa hivi kwa hivi kwa hivi, unaenda boda boda zifiki kabisa. Na wengine wamepangiwa manispaa, bila shaka manispaa anaweza kaendelea haraka, si ndio jamani? Ehe, basi hiyo ni nini? Ni ni, ni, ni bahati. Sawa jamani? Mfano pia mimi hapa nimezaliwa mwanaume, maanake tayari nimebahatika kuwa padre kwa kuwa ni nani? Ni mwanaume, si ndio eh. Hicho ni kigezo cha kwanza. Umezaliwa nchi ya nchi ya nani ya Iraki. Bila shaka hauna bahati kwa kuwa ni nchi ya vita. si ndio jamani? Umezaliwa Marekani, wewe moja kwa moja tajiri. Umezaliwa vizuri. Wewe umezaliwa kwenye familia ya Dangote. Chay, tajiri manake. Umezaliwa kwenye familia sijui nani ya nani hapo, anafanya nyumba kanyasi kadogo, maji alionayo ni kadogo hivi. Umenipata unapata jamani. Kwa hiyo kigezo cha kwanza mafanikio ni Bahati, bahati. Sawa? So, jamani, menipata. Kigezo eh, cha pili cha mafanikio ni kipaji, kipaji. Menipata jamani, kipaji. Kigezo eh, cha tatu cha mafanikio ni jitihada, jitihada, jitihada. Sasa hapa, hii ndio hii ndio inabidi Unaweza ukazaliwa, unaweza ukawa na bahati, umezaliwa katika familia tajiri ya Dangote, sawa. Tena una kipaji cha kusoma cha elimu, si ndio bwana? Lakini livivu utaendelea, utaishia tu kusema ah, mimi tajiri, utaishia kuvuta bangi, ndio mwisho utasoma, si ndio jamani? Umezaliwa sehemu pale biashara nzuri, mfano umezaliwa pale unakaa una, una Tunduma, baba yako pesa anayo, bahati hiyo kipaji cha biashara unacho, lakini wewe hauna bidii. Kwa hiyo kipaji cha nani? Kigezo cha tatu cha maendeleo ni bidii, jitihada. Bidii unanipata na nini? Bidii unaelewa vizuri. Unapokuwa na bidii, basi unaweza ukaendelea. Bidii ni kitu muhimu sana, bidii ni muhimu sana. Hata mimi pia ndio nimekuwa padri, nimefanya bidii katika masomo, nimefanya bidii katika nini? Masomo. Fanya bidii katika masomo lazima tuwe na nini? Tuwe na bidii. Bidii ni, ni muhimu mno. Awapenda Mungu, naanza pia kuongeza sababu nyingine mbili za mafanikio. Sababu ya nne ni kuambatana loyalty, kipaumbele. Kipaumbele unaweza kipaumbele katika nini? Kipaumbele chako ni nini? Kipaumbele chako ni nini, je wewe mfano unapenda um, um, um, umezaliwa katika familia ya kilimo si ndiyo? Jamani, bahati umezaliwa familia yenye pesa ya kilimo si ndiyo? Haya, tena umekuwa na kipaji cha kilimo, tena una jitihada unafanya jitihada yuti, lakini je, unatoa kipaumbele katika kitu hicho? Kipaumbele mimi pale jamani, sisi watu wenye mioyo mitakatifu umuive padri yoyote yule au sister yoyote yule hauwezi ukapata usista, hauwezi ukapata upadri ama haujawa na jitihada. Mimi nipate jamani, kaza naongopa, bila jitihada huwezi ukapata eti sista, naongopa. Yaani wewe ungeje tupale tu una juhudi una uchuchumii wito, huwezi ukapata ndio jamani, jitihada kitu cha muhimu sana na kigezo cha tano muda, tunahitaji kuwa na muda, muda, muda kwa hiyo na, pa, kwa ambao mmesahau nawakumbusha tena, vipo vigezo vitano vya mafanikio. Kigezo cha kwanza cha mafanikio e, ni nini? Tumesema ni neema ya Mwenyezi Mungu au bahati au God's providence sawa. Kigezo cha pili ni nini? Kipaji. Kigezo cha tatu ni nini? Jitihada. Kigezo cha nne ni nini? Kuambatana au kipaumbele.